Naamini wanaendelea kudanganywa, alafu hata wenyewe hawajaji. Uwanja tuloahidiwa uko wapi? Hawajaji, wako kimya. Jaji ni mmeahidiwa, uwanja uko wapi, ili mjadili na mambo ya Simba? Mtu anaacha kujadili ya kwake anakuja kujadili ya Simba wakati mtu kaahidi msimu huu wao. Injinia kaahidi msimu ngapi? Toka msimu wake wa kwanza anaingia ha huu msimu wa nne anamaliza muda wake, ndio mjaji. Sasa mmekaa kimya, mnajadili mabasi ya Simba eh eti. Mimi nikaa sasa, msemaji wa virabu Afrika, naanza sasa kukumbusha zile ahadi, kumbusha za hizi kwanza za injinia hizi, za uwanja uko wapi? Mchakato wa mabadiliko amesema wao, mchakato wao so sio muda mrefu, wa muda mfupi, uko wapi sasa? kama niembeza kubadi, mbona tuone kukamilika, tunakuja kujadili mipango ya Simba, tuache na majambo yetu. Sasa hizi tunafocus na mashindano makubwa barani Afrika, nyinyi mnaenda kufocus kuburuza mikia, mnaenda kukaa Zanzibar. Kwa hiyo ndio vitu, leo ile press niliyoiona pale, wangejadili jambo hilo, ningeona watu wa maana sana, adili kwenye mipango yao wao. Waliahidiwa kwamba wao wanaenda kwenye mchakato bora zaidi tena wa muda mfupi kuliko sisi ambao mchakato wetu mpaka leo haujulikani utakamilika lini wa wana mchakato wetu ule wa mabadiliko. Sisi umefikia hatua moja mbili tatu. Sikusikia hoja hiyo. Anazungumzia siku, siku sajili vijana wapi viwanja? Hosteli ziko wapi za kuweka wa vijana eh? Lazima zungumze vitu ambavyo vinaonekana vinaoelewa. Baada ya kujadili mipango yao ya kuelekea mechi zao za makundi kule Zanzibar, wanazungumzia masuala ya kusajili vijana, usajili vijana, kati yao wakubwa tu mnawashindwa sasa. Hizi wanadai watu wanajadili ndio mnasema wao wamelipwa. Si juzi tu hapa taarifa zimezuka juzi mpaka jana ndio inaonekana yule mchezaji kwenye ukurasa wake wa Instagram anasema kwamba alishalipwa, maana yake kweli alikuwa anadai kwamba nilikuwa sidai alikuwa anadai. Kumbe bora angekanusha kwamba mimi nilikuwa sidai, sio kwamba kashuka kiwango au kwa sababu ya mabadiliko ya mabenchi ya ufundi, kumbe sababu amekumbusha deni lake, wakamwambia kama mkeka. Ah, kuhoji ni lazima kwa sababu unajua ahadi ni deni, unaweza ukawaahidi kitu kwa nia njema tu, lakini kisipotimia, watu watakuja watajaji, mbona kitu fulani hakijatimia. Huu ni utaratibu wa kawaida sababu binafsi kweli hakuna sehemu alikoingia mkataba na Simba Sports kwamba yeye ataenda kufanya hiki na hiki, ila yeye baada ya mkataba wa Simba Sports wa uzabuni wa jezi, lakini aliahidi vitu vya ziada kwamba atavifanya ndani ya Simba, kikiwemo kutusajilia mchezaji wa gharama kubwa mmoja ambaye sisi tunampenda, lakini kikiwemo pia kutujengea uwanja katika ahadi zake za mkataba wake. Lakini jambo lingine aliahidi atatununulia basi, aina ile za basi kali kabisa. Simba Sports tutakuwa nalo msimu huu, tutatamba nalo lakini binafsi hivyo vitu mi bado sijaviona kutimia, lakini naamini muda bado upo, vinaweza vikatimia kwa sababu hajamaliza mkataba wake, lakini pia hata msimu wa kimashindano pia haujaisha kwao. Mimi naamini ni muda wa kusubiri na kuona, naamini vitu vitatimia. Lakini mimi kwa kustaajabu tu kumuona msemaji wa klabu tofauti na Simba anashindwa kujadili mipango yao ya klabu yao, anaitisha presi, anajadili mipango ya Simba Sports. Hasa manake unaendelea kuipushi Simba ili katimize malengo yake baada ya kwenda kuipushi kutimiza malengo yako klabu yako, unaenda kuipushi Simba itimize malengo yake. Sababu hata kama Jayrutty alikuwa ni muda wa kusubiri kufanya mipango baadaye sana, lakini anaweza kaifanya sasa hivi kwa sababu wewe umeenda kumpushi, umeenda kumkumbusha hata kama alijisahau. Umeona bwana, kama umeenda kumkumbusha hata kama amejisahau, anaenda kutimiza malengo yake. Kwa hiyo, mimi ndio ninachokiona kwamba alikamwe anaenda kutufanya sisi tuendelee kutamba na kunawili zaidi, kwa sababu anaona hana zamana ya kuisemea klabu yake, bora aisemea Simba Sports. Ah, ni sahihi kwa upande wa klabu yake lakini sio sahihi kwa upande wa klabu sio ya kwake, lakini kwa sisi tunasema kwetu ni sahihi, kwa sababu anafanya majukumu ambayo yako nje ya, ya klabu yake. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona ni kawaida, mwache endelee kumpushi Jayrutty, eh, endelee kukumbuka majukumu yake. Naamini binafsi hawezi kuahidi kitu kwa maneno tu. Sasa hivi dunia ni kama kijiji, hakuna mtu ambaye unaweza kumdanganya sasa hizi. Kwa hiyo saa hizi anachokiongea mi naamini kinaweza kwenda kutimia, sina shaka. Kama amekubali kuingia mkataba na Simba kutuandalia jezi za zenye ubora, hawezi kushindwa kutununulia basi, hawezi kushindwa kutusajilia mchezaji mmoja ambaye si tunamhitaji. Mimi mi naamini ahadi yake ataitimiza, Hajaitimiza kwenye daraja hili la mzunguko wa kwanza, na mimi ni kwenye kaya mzunguko wa pili anaweza kalitimiza kwenye dirisha dogo. Sasa tunaweza tukamjaji msimu ukiisha. Msimu umeisha, mchezaji hatujamuona, msimu umeisha, gari hatujaiona, lakini bado hatujamaliza msimu, hata katikati ya msimu hatujafika, ndo kwanza tumeanza. Kwa hiyo nasema bado tu kwa asubuhi. Kwa hiyo naamini Jayrutty muda wote atatimiza ahadi zake. Mbeka tuahidi habari ya uwanja kwenda kutujengea uwanja, kwa mimi binafsi, kwa yeye kama yeye tu kwamba atoe pesa zake atujengee uwanja sio jambo la, la kawaida kawaida, lakini mimi naamini atashirikiana na sponsor wengine na mzamini wetu mkuu ambaye mwekezaji wetu Mohammed Dewji wataenda kutujengea uwanja wa kisasa wenye ubora. Mimi naamini hilo, sina shaka nalo, lakini yeye kama yeye hawezi kulibeba peke yake. ili alizungumza, ni sehemu pia kwenye mkataba wake, ili watalifanya kama bonus. Kwa hiyo mimi siwezi hilo kulekea manani zaidi, lakini swala la mchezaji na gari naamini hivyo hivyo vitatimia, kwa sababu muda bado upo, muda bado upo, hivyo vitu vitatimia. Sasa yeye alikamwa anapokana shajadia jambo alimuhusu sawa, kuliona kama la kwake, anasema kwamba yeye ni msemaji wa wa wa wa nini wa vilabu barani Afrika? Hasa msemaji wa vilabu vilabu gani? msemaji wa vilabu, timu yake inaweza kahama uwanja bila sababu ya msingi? Wewe msemaji wa vilabu? Wewe msemaji wa kikundi cha wauni kwenye bara la Afrika, sio msemaji wa vilabu Afrika. Kwa hiyo asizalilishe bara la Afrika, ajizungumzie yeye kama yeye, asilibebe bara zima la Afrika. ni kulikosea bara la Afrika, aliheshimu alafu akasema ati mimi msemaji wa vilabu, wewe msemaji wa klabu yako tu ya nyuma mwiko, sio vilabu vilabu. Kilabu gani kingine? Kwa hiyo adili kwenye mipango yao wao, waliahidiwa kwamba wao wanaenda kwenye mchakato bora zaidi, tena wa muda mfupi kuliko sisi ambao mchakato wetu mpaka leo haujulikani utakamilika lini, wa uwekezaji huo. Uwe mchakato wao ambao wamesema wao wanaenda nao kiuredi zaidi, kukubwa zaidi, mbona mpaka leo haujatimia? Mbona mpaka leo watu hawajaji wa kaitisha presi sasa, ngazungumza kwenye presi yake kwamba wana mchakato wetu ule wa mabadiliko sisi umefikia hatua moja mbili tatu. Sikusikia hoja hiyo. Anazungumzia sisi kusajili vijana, kuandaa academy ya vijana. Sasa unaandaa academy ya vijana, viwanja viko wapi mpaka uandae academy ya viwanja ya vijana? Wewe uandae shule ya vijana, iko wapi academy yenu? Umejenga wapi viwanja? Hosteli ziko wapi za kuweka hao vijana? Eh, lazima zungumze vitu ambavyo vinaonekana vinaoelewa. Baada ya kujadili mipango yao ya kuelekea michezo zao za makundi kule Zanzibar, wanazungumzia masuala ya kusajili vijana Usajili vijana kati yao wakubwa tu mnawashindwa saizi wanadai, watu wanajadili ndio mnasema wao wamelipwa. Si juzi tu hapa taarifa zimezuka juzi mpaka jana ndio inaonekana yule mchezaji kwenye ukurasa wake wa Instagram anasema kwamba alishalipwa. Maana yake kweli alikuwa anadai. Bora angekanusha kwamba mimi nilikuwa sidai. Hakika akasema alishalipwa, maana yake alikuwa anadai. Kumbe hata hapa kuto kucheza sio kwamba kashuka kiwango au kwa sababu ya mabadiliko ya mabenji ya ufundi. Kumbe sababu, amekumbusha deni lake, wakamwambia kama mkeka. Umeona bwana, baada ya kuzuka tena mitandaoni fasta tu kimya kimya, wakaenda kamalizana naye. Sasa hii si aibu? Eti leo unatangaza eti unasajili vijana. Na huyo mtu mwenye uelewa wake mdogo atampeleka kijana wake kwenye mabwawa aende akavue akavue viula, lakini kwa mtu mwenye uelewa mkubwa huwezi kumpeleka kijana wako pale. Timu haina viwanja, timu haina hosteli. Leo unaweza kapeleka vijana wako akafanya nini? Muona bwana, ni kitu mbaya, kiwezekani. Kwa mimi naamini binafsi wao, kwa sababu washazoea kuongopewa waendelee kuongopewa, kwa sababu wameahidiwa watajengewa uwanja. Mpaka sasa hivi jamaa anamaliza uje mwaka wake huo mwisho, uwanja ha, uwanja na wao kumbe eh, wameahidiwa uwanja pale Kaunda mpaka sasa hivi hakuna uwanja. Tumeona tu kwenye siku ya mwananchi wamekabidhiwa hati, umeona bwana. Sasa ile hati waliopewa sawa sawa na barua ya uchumba tu, naweza ukatoa barua na usioe. So kwa hiyo wanaendelea kudanganywa. Mimi nitaamini pale nitakapoona ujenzi umeanza rasmi. Kwa hiyo naamini uwanja utajengwa, lakini sio kirahisi rahisi kwa sababu tujiulize, yeye injinia Aisa anawaahidi kuwajengea uwanja, ana ana rasilimali gani ambaye atafanya yeye kwamba awekeze pale awajengee uwanja? Wewe umeiona ipi? Ana biashara gani? Kusema kwamba hii ni biashara nzito na mimi nipo kwenye miongoni wa matajiri. So mabosi, miongoni mwa matajiri, nitajenga uwanja. Kwa sababu yeye binafsi ni kibaraka wa bosi, sio tajiri, kibaraka wa bosi. Bwana Halim leo akatangaza atajenga uwanja. Anajenga uwanja kwa kigezo gani? Kwa pesa gani, za kujenga yeye uwanja au kisa kupewa vyeo vile vya kihuni? Maana cheo cha CAF kule, maana cheo cha FIFA cha kuwa mlinzi FIFA kule ndio anaona kwamba yeye anaweza kwenda kujenga uwanja kwa kupewa vyeo vyeo, vya kupewa pewa viti maalum. Mimi naamini wanaendelea kudanganywa, alafu hata wenyewe hawajaji Uwanja tulioahidiwa uko wapi? Hawajaji wako kimya. Jajini mmeahidiwa uwanja uko wapi? Ili mjadili na mambo ya Simba. Mtu anaacha kujadili ya kwake, anakuja kujadili ya Simba. Wakati mtu kaahidi msimu huu tu. Wao injinia kaahidi misimu ngapi? Toka msimu wake wa kwanza anaingia. Ha, huu msimu wa nne anamaliza muda wake. Ndio, mmjaji sasa, mmekaa kimya mnajadili mabasi ya Simba. Eh? Eti mimi nakaa sasa, msemaji wa vilabu Afrika, naanza sasa kukumbusha zile ahadi. Kumbusha za hizi kwanza za injinia hizi za uwanja uko wapi? mchakato wa mabadiliko amesema huo wa mchakato wao wa, so sio muda mrefu wa muda mfupi, uko wapi sasa? Kama niembe za kubadi, mbona tuuone kukamilika? Tunakuja kujadili mipango ya Simba, tuache na majambo yetu sasa. Hizi tuna focus na mashindano makubwa barani Afrika, nyinyi mnaenda kufocus kuburuza mikia, mnaenda kukaa Zanzibar. Kwa hiyo ndio vitu vinakuwa. Leo ile place nilivyoiona pale, wangejadili jambo hilo, ningeona watu wa maana sana. Kwa hiyo kuna vingi sana vya kujadili kwa upande wao kabla hawajaja kuzungumzia ya Simba Sports Club. Eh, hey, wana mambo mengi ya kujadili ambayo yamewakaa kooni. Lakini wanashindwa kujadili ya kwao ambayo yamewakaa kooni, wanajadili mipango ya Simba ambayo tayari inanawiri, inaendelea kufanya vizuri. Wao ndio wanaijadili. Sasa, unajadili basi wewe, basi hata Simba wakishalinunua wewe, unapanda hilo basi. Linakuhusu hilo. Sababu, ni maendeleo ya klabu sio maendeleo yenu. Wewe linakuhusu nini hilo basi? Kwa hiyo kuna vitu vya kujadili, sio kujadili vitu ambavyo havihusiani na wewe. Jadili vitu vinavyohusiana na wewe. Sasa unashindwa kujadili vitu vinavyohusiana na klabu yako, unaenda kuisemea Simba Sports. Mimi naamini huyu mdaoti anaweza kaomba kazi Simba Sports. Mimi nakwambia, huyu amalizi miezi sita kutoka sasa tunavyozungumza. Kwa kile nilichokiona kile, kujadili vitu vya upande wa pili bila kujadili vitu vyake, akati yeye mwenyewe hana hivyo vitu. Anajadili vitu vya upande. Yemba na Mpaka leo hii. Na amesema ana siku 10 za kuendelea kujadili hizi ahadi za Mzabuni wa Simba Sports Club. Eh, ajadili hizi aafu aendelee kujadili vipigo vinavyotokea kule Zanzibar. Yaani wakati anajadili mipango ya Simba Sports ajiandae kujadili vilio vinavyotokea Zanzibar nyuamani. Ajiandae na vitu vyote viwili. Ajadili mipango ya Simba, lakini yeye ajadili kuandaa vilio kule. Wanaulia kule na kuaje na watakaopoteza fahamu kwenye ile michezo itakuwaje? Na ajiandae kisaikolojia kujadili hivyo vipigo. Lakini asijadili tu mipango ya Simba kimaendeleo kwa sababu ni mipango ya kimaendeleo. Ambaye yeye naye ana mipango yake ya kimaendeleo kule atakuwa ajadili. Sasa, hizi unasajili vijana, unasajili vijana wa nini? Hawa wakubwa kuwapeleka wapi wa vijana? Eh, unaenda kuwahudumia wapi au vijana? Kwenda kuwafundisha elimu elimu ya, ya soka. Wapi? Na kati wewe mwenyewe umepanga. Uone kama ni uhuni unaoendelea huko. Kweli na viwanja vyenu, mna hosteli zenu, mna jimu zenu, mnaweza kufanya hivyo vitu. Hivyo vitu vyote hamna. Leo mnaitisha pesa, mnazungumzia kusajili vijana. Na hao wazee ambao watapeleka vijana ah, wao, wapeleke tu. Eh, wapeleke tu. Hao ah, wataenda kuwa makuli huko. Wataenda kubeba mizigo jagwani. Ndo kazi ile kuwepo kule, lakini sio kwenda kujifunza mpira. Siwezi kuona zile zinazozalishwa kila siku zinatolewa, sio vijana, sio mpira. Mpira hakuna. Sawa, viwanja wao viwanja viko wapi? Au yale mapoli kulegeza ulole. Au ile hati walokabidhiwa juzi ndio inawapata je uli wa kwenda kusajili vijana. Sasa vijana hao mnawapeleka wakacheze waka, waka kwenye hati. Au nataka kucheza wapi? Kwa hiyo wasidanganye umma. Wajadili vitu vya msingi kuelekea hizi mechi ambazo zimewakalia kooni za kimataifa. Wajadili haya mabenchi ya ufundi wanaobadilisha badilisha kila siku, mara kaondoka foili wameleta vitanda. Ah, vitanda yupo hapo hapo kabadilishwa mfumo na yeye kocha namba tatu msaidizi. Kaletwa kocha mwingine ambaye anaitwa Pedi sasa hivi. Kocha namba tatu anaitwa Pedi, umeona bwana? Wao kila siku wanabadilisha makocha tu. Sasa badilisheni sio makocha, badilisheni wachezaji. Si ndio watu wa kubadilisha sio makocha kila siku. Kama wachezaji wabovu hata kubadilisha makocha mia kwa msimu na bado upate, upate kile unachokihitaji. Kwa hiyo unachokiamini nyuma mwiko, saizi watakuwa wa focus kwenye michezo yao mitatu ya hapa nyumbani ya Champions League na wajadili michezo mitatu ya away ya Champions League. Hivyo ndio vitu vya msingi saizi vya kujadili. Sio kusajili eti vijana saizi. Unasajili vijana. Kwa nini saizi? na kati msimu ushaanza, subiri so. msimu ukishaisha unaweza kufanya hayo mambo ya kimaendeleo. So sasa, hizi msimu umeanza na wakati uko kwenye kiti cha moto unasajili vijana, ni upotofu wa uelewa.